Mimi kama mchungaji siwezi kujua nani kweli ni mtoaji mkubwa katika kusanyiko ambapo nipo, na kwa hiyo sitakiwi kuanza kusema hawa ndio watoaji wakubwa, au huyu ni mtoaji mdogo, labda kama ninajua kipato chao chote kwa sababu ndio nitaweza kujua kwamba wametoa kwa asilimia wame. Utakuta mtu anasema watoaji katika kusanyiko hili ni hawa, lakini anachotumia kigezo hicho ni kuangalia wale wanaotoa wa kiasi kikubwa, lakini sio kanuni iliyo katika maandiko. Tukiangalia katika injili ya mtakatifu Luka sura ile ya ishirini na moja mstari wa kwanza mpaka wa nne, akasema hakika, nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana, hao wote walitia sadaka katika mali iliyowazidi bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Kwa tukiangalia hapa, kanuni ya ukubwa au udogo wa sadaka machoni pa Bwana na kulingana na maandiko, ni swala la uwiano. Na uwiano gani? Ni uwiano wa kile mtu alicho nacho na anachotoa, na sio Waingereza tungeweza kusema the absolute number. Hatuangalii ile kiasi tu, tunaangalia uwiano. Kwa kwa lugha nyingine, mtu aliyenacho nacho kingi anatarajiwa atoe kingi zaidi katika uwiano ule na machoni pa Mungu utoaji, ukubwa au wingi wa sadaka unategemea sana uiano. Kwa mtu anaweza akatoa asilimia tano, asilimia kumi, asilimia thelathini, asilimia hamsini, tisini, 90, au mia, lakini ni asilimia ya nini? Ya kile kitu alichokuwa nacho.